Usitumie nguvu kutaka kupendwa, utazidi kuchukiwa, utazidi kupoteza thamani kwenye mioyo ya watu. Nyuma yangu hakipo chama chochote cha, cha siasa. Nyuma yangu ipo haki, utu na no ubinadamu. Hivyo ndivyo vinavyonisukuma mimi kufanya wajibu huu wa kulihubiri neno la Mungu kwa kila mtu anayemwonea mwingine, asimwonee mwingine, anayeonewa hana mtetezi, mimi nimsemee Nyuma yangu haiko CHADEMA kwa sababu nao siwaamini, hawana msimamo katika masuala ya ushoga, msimamo wao si uelewi. CCM siwaamini kwa sababu wananyamazia utekaji, wananyamazia dhuluma, kama chama tawala hawafanyi wajibu wao sawa sawa. Siamini chama chochote cha siasa, nyuma yangu iko haki, nyuma yangu upo utu na ubinadamu. Mwanasiasa yoyote atakayekuwa na utu na ubinadamu nitampongeza nitamuunga mkono kwamba siasa yako ni safi, kwa sababu inasimamia utu na ubinadamu. Maana ni mlengo wa Biblia na ni mapenzi ya Mungu, awe wa chama chochote, awe wa dini yoyote, almadam anasimamia utu na ubinadamu. Lile asilopenda kutendewa hamtendei mtu mwingine, na kwa sababu ya nafasi alionayo anawazuia wanaotendea wengine, anawapinga vikali na kuwaadhibu vikali wanaowatendea wengine mambo ambayo yeye asingependa kutendewa, huyo hata awe chama chochote cha siasa nitamuunga mkono kwa sababu anafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Akikengeuka na kufanya vibaya, nitakuwa kinyume chake. Nyuma yangu yuko Mungu, nyuma yangu iko Biblia.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 Ikiwa nimeamua kuwa Mkristo, mtu mwenye kumwamini Mungu, mchaji wa Mungu, basi imenipasa kutii agizo la Mungu ambalo ananiagiza kupitia kitabu hiki cha dini yangu. Lazima nisimamie hapo, yosheni na kujitakasa, ondoeni uovu wenu, matendo yenu ya uovu, yasiyo mbele ya macho yangu. Nitasimama kutakasa kujitakasa kuondoa uovu usiwe mbele ya macho ya Mungu. Nikiona mtu amedhulumiwa, nitasimama na kusema wewe, unamdhulumu mwingine, usimdhulumu. Sina silaha, sina nguvu yoyote zaidi ya nguvu ya Mungu, ambayo wakati wowote naweza kaniacha nikapata madhara, kwa sababu baba zangu nao walipata madhara walipokuwa wakitimiza wajibu wao. Sio ni ajabu Mungu kuwao, aweza kuruhusu kuuawa, aweza kuruhusu kupotezwa kwa namna moja au nyingine, aweza kuruhusu kuwekewa sumu na magonjwa mabara na vitu kadha wakazi vinavondoa uhai, anaweza karuhusu kwa sababu baba zangu wa imani walipatwa na hayo. Nikisoma katika kitabu cha Ufunua Yohana sura ya kuanzia kwanzia wa 9 Biblia inasema hivi, na alipoifungua muhuli tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, E Mola mtakatifu na mkweli, utakawia hadi lini kuhukumu na kuilipia damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wasubiri bado muda mchache hadi itakapotimia idadi ya watumishi wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao walivyouawa. Ina maana idadi ya kuuawa haijatimia, ndio maana Mungu hajalipiza kisasi. Ina maana wapo watumishi, tuko watumishi, kwa mfano wa baba zetu wa imani waliotangulia, na ndugu yangu sifa na wokovu na wengine kadha kadha waliotangulia mbele za haki kwa sababu ya kazi hii wanasema mpaka itimie idadi. Kwa hiyo bado tupo sana, tupo mtaendelea kukutana na haya, yasiwe maajabu ikiwa yatatupata wakati fulani. Msiseme nashughulika na siasa unaposimama kumtetea. Hii Isaya, hii inaeleweka sana hii, moja kumi na saba jifunzeni kutenda mema, jifunzeni kutenda mema. takeni hukumu na haki, kutenda mema huko na kutaka hukumu na haki, tunafanyaje, fanyaje anatuelekeza fanyeni hivi: wasaidieni walioonewa, mpatieni hatima haki yake, mteteni mjane anayeonewa visivyo haki, msaidie mtu ametekwa. Mahali paza sauti yako, ili mamlaka zinazohusika zifanye wajibu wao, wazuie utekaji. Mtu amejigamba kujisema kwamba hao tukiwapoteza, jeshi la polisi msiwatafute, mamlaka zimwajibishe, wasimwache huru Kumwacha huyu laiani ndio maana watu wanaendelea kutekwa, wanakuwa natumezea mate na sisi wengine hapa, kwamba sasa hivi kuna kamsema kwamba kamdomo katakuponza, kamdomo katakuponza, kamdomo kasipotuponza. Jamani, mauaji yataendelea mpaka lini? Uonevu utaendelea mpaka lini? Binafsi yangu ni heli nisiishi kuona hayo yanaendelea na yatazama hivi aa. Yani, ni bora nisiwepo duniani kwenye dunia hii inayoniumiza moyo kwenye nchi hii inayoniumiza moyo, watu wanauawa, wanatekwa, mamlaka zinasema wanajiteka hivi? Hapana, mimi siwezi, mimi siwezi. Yaani, yani, kinachoniumiza ni kwamba kunyamaza nashindwa. Yeremia anasema nikisema sitataja tena kwa jina la Bwana, ndipo maoni mwangu kuna waka kama moto kweli. Unaona, Mdude kama kaumizwa vibaya sana, damu nyingi imemwagika moyo unakwambia uache, lakini kesho ukiamka tu moyo unalipuka ndani kwamba usiache, lakini wenye wajibu wa kuzuia hayo wako wanaendelea. Sasa tutafanyaje? Tutafanyaje? Naagizwa na Biblia. Nyuma yangu akipo chama chochote, hayupo mtu yoyote mwenye nguvu yoyote. Mithali sura 31 mstari wa 8 anasema fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliyebubu uwatetee watu wote walioacha peke yao. Fumbua kinywa chako wewe mwenye uelewa, unapoona uonevu, unapoona dhuluma, unapoona watu wanafanya dhambi, fumbua kinywa chako, wasemee hawa ambao wanakuwa hawana uwezo kusema. Anaonewa, msemee. Hana nguvu ya kifedha, mwingine ametoa rushwa, amenyang'anya haki ya mwingine, msemee, msemee. Fumbua kinywa tu, anaagiza kufumbua kinywa. Hatuna silaha, hatuna nguvu yoyote ya dola letu ni neno tu la Mungu. Neno tu la Mungu, eh, neno tu la Mungu. Maandiko haya sio neno la Mungu, ila maandiko haya yanakuongoza vipi kusema neno la Mungu. Neno la Mungu lina kazi moja tu ya kubadili mabaya kuwa mema, lina kazi moja tu ya kuhukumu wabaya waangamie, lina kazi moja ya kuwahukumu wabaya waje kupata hukumu, wa wa hukumu. Lina kazi moja ya kusamehe kuachilia. Anatuagiza mtu akikufanyia mabaya Msamehe, kazi yetu hiyo tu. Ni kama wajinga lakini tunahakika hatuwezi kupotea kwenye njia hii eh. Binafsi yangu mimi, kila mtu atanitendea baya lolote, kwa sababu nakemea uovu wake, baya lolote atakalonitendea, Mungu na asimuhesabie dhambi hiyo, Mungu namsamehe, eh, asimuhesabie dhambi, kwa sababu hawajui walitendalo, wangekuwa najua walitendalo, haya tunayafanya yangekuwa ya yanasikika kwenye mioyo yao na wangeacha kutokuyaacha. Inamaana hawajui wafanyayo, na Mungu aweza kuruhusu kuingia kwenye mikono yao wakatudhuru, kutufanya lolote, lakini mpaka sasa dadangu kaondoka kwa namna ambayo ya utata utata sana, isiyoeleweka sawasawa, lakini sina wadui na mtu, sina uchungu na mtu kwamba na yeye akutwe na baya hapana, asikutwe na mabaya, ila moyo wake ubadilike, moyo wake ubadilike, ajue dhuluma ya uhai ni kitu kibaya. Hayo tuna maneno yao, awe ni a siasa wa chama chochote, wa mlengo wote, aache ubaya na afanye mema. Ukitaka kupendwa na kupata kibali, fanya vizuri, usitumie nguvu kutaka kupendwa utazidi kuchukiwa, utazidi kupoteza thamani kwenye mioyo ya watu. Hayo ndio maagizo ya Mungu ambayo Mungu ameliagiza. Najua ni hatari, lakini baba zetu wa imani kuanzia Yesu mwenyewe alikutwa na hayo, alipatwa na hayo, waliuawa kwa sababu walikuwa wakipinga dhuluma za uhai katika jamii zao. Mitume walikuwa wakipiga kelele kutaka Yesu apate haki yake. Kwa nini wamemuua? Ndio maana akasema mnataka damu, yani mnataka mlete damu ya yule mtu juu yu yetu, akati wao wenyewe walisema asulubiwe, damu yake itakuwa juu yetu. Wanapokumbushwa wanakuwa wakali, mnataka ule mtu yani tuonekane, si tulimuua, mlimuua ndiyo, mnapinga nini sasa? Yale ndio alifanya mitume waumizwe na kuangamia Wanaposema walimtetea Yesu walitetea maisha ya watu wengine. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza kuna mahali anasema utasemaje unampenda Mungu usiyemwona ikiwa jirani yako namchukia? Wewe ni mnafiki na ni mwongo, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Utasemaje unamtetea Yesu ambaye haonekani, alafu jirani yako anaumia haumtetei? Na Biblia inakuagiza hapa jifunze kutenda mema, mteteni aliyeonewa, mpatieni yatima haki yake na umtetee mjane. We ufanye hivyo, unataka umtetee Yesu? Yesu yupi? Yesu yupi umtetee kama sio mwanadamu ambaye anaonewa? Yesu yupi umtetee? Dhambi ipi unaanza kuikemea? Akati unaona watu wanauawa, watu wanatekwa, wanapoteza, unaanza kukemea mashoga, unaanza kukemea malaya Alafu nasahau, mamlaka zina uwezo wa kutoa tamko moja kwamba ushoga ndani ya taifa, akikutwa shoga, sheria itapata mkondo wake. Sheria ziko zinatakiwa ziwanyoshe mashoga, ziwanyoshe vizuri, lakini sijajua kuna nini hapa katikati, lakini akifanyiki ko kitu sasa. Huyu mwenye mamlaka akisimama kupinga, akisimama kutoa tamko hawa mashoga hawatarudia, watakuwa watakuwa ni waoga, na hatimaye, mhubiri sitakuwa na kazi ya kumkemea shoga, kwa sababu sauti ya, ya rais, waziri au mbunge itakuwa imeshatamka kuzuia, au sauti yenye mamlaka husika itakuwa imeshatamka kuzuia, na hatimaye, jambo hilo halitakuwepo tena. Ni vizuri kung'oa mzizi wa mti ili mti ule upotee, kuliko kukata kishina kesho kikachipua tena ukawa mti. Itakuwa ni kazi ngumu sana na ni kazi ya bure. Nimekuja kuambia nyuma yangu hakipo chama chochote cha siasa, nyuma yangu upo utu na ubinadamu. Mimi siamini kwenye vyama vya siasa, kwa sababu kipande kikubwa cha wanasiasa ni waongo, wanakuwa na maneno ya kurubuni, lakini wakishashika dola tu basi wanasahau ahadi zao. Naamini kwamba kiongozi ambaye aweza kuongoza kwa uadilifu, hata kama atatokea kwenye chama cha siasa, sijui namna gani, kwa sababu ndio mfumo ya nchi ilivyo, kwamba namna ya kumpata kiongozi lazima iwe kwenye chama cha siasa. Akitokea kwenye chama cha siasa, lakini mwadilifu, ambaye atalinda asili ya uumbaji wa Mungu, yani lile asilopenda kutendewa hamtendei mtu mwingine na anatumia mamlaka yake kuzuia kila mtu ambaye anamtendea mtu mwingine yale ambayo yeye asingependa kutendewa. Huyo nitampenda, huyo nitaungana naye mkono, kwa sababu anakuwa anafanya yale yaliyo ya Mungu. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyaye kutoka gerezani. Yeye anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa ama afai katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu, Mungu mkuu, mhukumu wake yu karibu sana, nakuja naye atamhukumu kila mtu sawasawa, sawa na matendo anayotenda. Hii ndio maana neno Maranatha. Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.